Taarifa tulizopata za kiwango cha watu wanaotibiwa hapa wa ndani na nje ya nchi, lakini pia taarifa tulizopata za idadi ya watu ambao wamepungua kusafiri kwenda mikoa ya mbali kupata huduma, taarifa zote hizo zinaashiria kwamba huduma za afya kwa wananchi wa mkoa wa Mara na wilaya ya Msoma zimeimarika kutokana na kuboreshwa na kuimarishwa kwa hospitali hii ya rufaa ya mkoa. Hili ni ni jambo zuri sana, maana mwisho wa siku ni wajibu wa serikali kuona kwamba maisha ya Watanzania, wastani wa maisha ya Watanzania unaongezeka, na unaongezeka kwa kuboresha huduma za afya, lakini vile vile kwa kuboresha uchumi wa nchi. Uchumi wa nchi yetu unakuwa kwa kasi sana, lakini huduma zetu zimeendelea kuboreka, sio kwa Mara, lakini kwa nchi nzima. Mafanikio ambayo yamepatikana katika miaka hii minne tunakwenda kwa tano hayana mfano mwingine wa kupigiwa katika nchi yetu na pengine katika nchi zinazotuzunguka. Kwa hiyo, tunafanya serikali ya CCM imefanya kazi kubwa katika utekelezaji wa ilani. Maeneo madogo ambayo tutaendelea kuyaboresha kuya tutaendelea kuyasemea kwenye shughuli ya mapema. Mheshimiwa Naibu Waziri wa Afya amesema kwamba rais wetu mwaka huu amepata tuzo ya kimataifa kutokana na kupungua kwa idadi ya vifo vya kina mama wajawazito, lakini vile vile kupungua kwa idadi ya watoto wanaokufa wakiwa chini ya miaka mitano, lakini pia wanaokufa baada tu ya kuzaliwa. Hii ni matokeo ya kuboreshwa kwa huduma za afya, lakini vile vile kuboreshwa kwa uchumi wa nchi ambayo hali ya maisha ya Watanzania wa kawaida inaendelea kuimarika. Ni wazi kwamba dawa na matibabu ya hospitali pia vinaambatana na lishe ambayo wanapata Watanzania, na uwezi kuwa na lishe bora kama una uchumi mdogo. Kwa nitumie nafasi hii kuwahakikishia kwamba CCM itaendelea kuzisimamia serikali zake kuhakikisha kwamba kipaumbele chetu kinaendelea kuwa maisha bora ya Watanzania lakini amekuambia hapa kulikuwa na vifo vya watoto mia tano kati, kati ya laki moja kwa sasa, kwa, kwa juhudi ambazo mheshimiwa mmewekeza rais wetu amewekeza teknolojia kuanzia ngazi ya zahanati mpaka tumefika taifa na utaalamu. Leo tunazungumzia hivyo vifo vya watoto wachanga ni ishirini na nne ambayo kwa resources ambao Dk Samia Suluhu Hasan ametupa ambao tunaelekeza sasa zinaenda kuelekea mwaka huu na kujenga vituo na maeneo ya watoto njiti, tuna uwezo baada ya mwaka mmoja itakuwa imeshuka zaidi sana kwenye eneo hilo. Na kama unakumbuka tulipo, mheshimiwa rais wetu amepokea nishani kwenye eneo la kinamama ambayo ilitoka mia tano hamsini na sita na ikashuka mpaka mia moja na nne kwa hiyo hizi teknolojia na hizi dharura na vitu vingine vinavyofanywa kwenye teknolojia kwenye mikoa mbalimbali ndio zimeleta hiyo impact baada ya maelekezo yenu